Ona leo nani, ona leo matumbo ya ngatata, matumbo ya ngatata. Mm, ona tu. Ona tu jinsi na vitu muga tu. Ona bwana, ona tupo kile ni <laughs> Sasa toka tu hata wewe nani. Matumbo ya ngatata hata wewe ukuje bwana, tutengeneze kitu. Mm, sasa au na bwana. Leo ni Friday na ukikosa kukula hii matumbo ya ngatata haki ya Mungu, leo jioni utaota ndoto mbaya. Utaota fisi na kukimpisa ikuume hii makalio yako yote, kwa sababu ya kukosa hii matumbo ya ngatata ili usipate hiyo mtoto mbaya. Endea matumbo ya ngatata saa hii saa hii, nani tunataka kukula saa hii saa hii. Ona tu mm. Ona minofu bwana mm. Ona matumbo bwana mm. Ona bwana mm. Ona nani mm. Ona nani ukiambiwa toka uendea unaona kama ni mchezo mm. Matumbo ya ngatata mm. Hey, bwana

Mm. Lazima amange. Mm. Tena pia tumwekee puspus supu mm. Sasa puspus, wache poe, ni moto, ni moto tachoma wewe. Ngoja ngoja, ngoja. Kulia tu hapo hapo mm. Sasa nani? Ikazufu. Kapiche pande hii. Hai yeah. Very good. Kupitu nataka kutengeneza hapa haraka haraka. Mm. Anatumia mafuta. Hata hapa pia. Ah, very good. Sasa <laughs> muda ile inakuja hapo Bwana Nyasari, utaimba haleluya. Mm -hmm. Ah, eatipandei mara moja hiyo kitu nataka utengeneze. mm. mm. Sikia tu nani, sikia tu mm, sikia tu halafu mm. wewe sasa wakati mafuta inachemuka pale bwana, tunaoja hii nanii waliongo bwana. Mm. Mm. Mm. Mm. Aona to

Sasa ona tu matumbo ya ngata matumbo ya ngatata nakasembe mm. Mm. Hapa bwana sasa tuongeze maji sembe nayo mm. Tunataka ikue kabisa, ongeze unga mm. Ikue mingi, leo tuko na njaa leo, si ati mchezo leo, tuko na njaa bwana

Wacha nionyeshe kitu hii, supu ni magnesium. Hii supu ya ngatata itupui? mm -mm. Usiwai itupa, ona nani, usiwai mwaya supu ya ngatata. Hii ni dawa hii. Weka mahali poe, tutaitumia kwa mambo ingine nani mm. tutaitumia Sikali hapa juu poapoe hiyo, mm. tutaitumia mm, baadaye kwa mambo fulani fulani, hiyo ni dawa mm, inatibu magonjwa, baadhi ya magonjwa kadhaa mm, inatibu kwa kutibu nanii hiyo, mm. wewe. Mm. Wewe. Mm.

Ona tu mboga bwana. Ona mboga na nini? Ona tu mboga ya kukuri yako ni, hmm, nini? Matumbo ya nini, matumbo ya ngatata. Ona bwana. Ona bwana. Ya, ya, ya, ya hmm. Hmm? Ona drupi bwana, ukiambia tako uendee unaona kama unaonewa na ugali, maana nakupenda upate afya, ndio uweze kuishi maisha ya damu stade kwa kukula matumbo ya ngatata, mboga

naona ose mbao mara moja, anza kutengeneza nini kachumbari haraka. Mm. mm. Upesi anza kutengeneza kachumbari nanii. Naona juu sasa, kachumbari ndio hii inakuja tu. Naona tu sembe naye inaiva hapa nanii, tena nasikia tu matumbo yangatata naye pande sasa, na inanyonya moto na kunyonya mafuta kweli kweli naona sasa unaleta sasa nini? Naleta tu si na mm, kitunguu tu nacheta tu nayo. Nanii naona sasa geuzako tu namna hii mm? Nanii zako tu naona tu, naona sasa bwana leta bwana hmm. Leta tuleta bwana mm? Hii ni kachumbari moja hatari tena lidawa bwana. Hii. Hii corona iwesani naye. Hii corona ikisikia inatoka mbio. Mbio, mm. Baya sana. Alafu ona nani? Unaweka nini? Mm. Chumvi kidogo tu pale tu na una time tu, una time tu. Na time tu, time. Mm. Good time tu. Mm. Mm. Ona nani? Changanya tu sasa bwana. Unaona sasa? Changanya mm. tu, unaona sasa, ikatumbanika si sawa? Sasa kutoka hapo, sikia mm. mm. um. ah, mm. Mm. tu, upishi bora wa Ugaliman ni wake usie kidogo moto naye ah, bula sasa nikukausha tu hii mtaimba. Mm. hii ni mambo bievi mambo mambo mambo sema, alafu na kasembe bwana. Mambo, sikia tu nani, sikia tu, mambo bi, sema mambo bi, alafu yeah. Sasa cheki, cheki nani cheki, cheki riba kasembe nako hako, sasa ka nakamleta kule eh, ka na nyonya moto kitu, sasa imeiva bwana. Mm. Geuze na spini mara moja ona nani Bonya finya finya pale unaona no. Sasa unaisondeka unaleta tena spina, unaisondeka mm. Naisondeka naisondeka, unairundima kabisa bwana, leta leta na mm, mm. eh, kungu. mm. leta leta leta bila kumwaya huko naona sa, sasa hii unatandasa Wacha inyonye nyonye, moto rudi, confirm hapa kama mboka iko salama baba. Kama inanyonya, nini mzuri mm. Unaweza hata kaonja nani ninyamujui nani hii sasa, ni hapa itoki hapo sata mm. Mara moja, nataka kupanga sasa vitu tunataka mm. kumanga masaa ndio hiyo mm, Unataka kumanga nani? Mm. Pandei ukisikia mm. ah. hiyo mlio unajua hiyo ndio hiyo mataa sasa, ndio hii nani Mm. Na taf, na taf, na

Very good. Sasa tulete saani ya sima. Wapi ye nani? Ndiyo hii. Sasa, Sasa sasa

Naonjako. <laughs> Mm. Mm. One tunani mm. Kazi la haraka haraka, mm. Jambo la haraka bwana, mm. Sasa tokeni, endeni mkakule. Hata nyinyi mtamwaya mate mna, mnaweza kufariki, na sipendi hivyo.